Wala usihangaike mwanamme yoyote. Mwanamme yoyote ikiwa ndani ya siku moja anaenda mjini mara tano, mwanamme yoyote ndani ya siku moja, yani inachomaanisha kama wewe unapofanya tendo la ndoa huwa unakohoa mara tano ndani ya siku, yani wakohoe mara tano, basi una matatizo Mwanamume aliokuwa mzima hakohoi mara tano. Na pale unapofanya tendo ukikohoa mara ya kwanza, ukikohoa mara ya pili, hutakiwi ukohoe tena. Wewe unaekohoa kila saa, usijali, dawa ipo, usihangaike ukaja ukadhalilika. Yaani nimekuja na dawa kwa ajili yenu. Hayo matunda niliokufahamisheni manoni, sasa nimekutengenezeni kama nilivyokuambieni, kokwa zake zinatengenezewa dawa na ni dawa nzuri sana kwa mbege ya uzazi. Wewe mwanamume unaosumbuliwa ambaye uume wako unasinyaa, uume wako hausimami upasavyo, unakuja na kuondoka kama umeme, unakuja na kuondoka kama umeme tulionao sasa hivi. Baadhi yetu tuna umeme mdogo, unakuta taa nyingine haiwaki ya volti kubwa. Wewe tupo tayari kukuhudumia, tupo tayari kukusaidia, tumia dawa upate kupona. Ukiachana na wewe na yule ambaye nguvu zake za kiume ziko mbali, mpaka ape kule kichakani ndipo zije nguvu za kiume azione zilipozificha. Nipo tayari kukusaidia na wewe popote pale ulipo, dawa inapatikana. Wewe mwenye tatizo la ngiri, unavimba korodani moja, dawa ipo kwa ajili yako. Yani ni dawa nilioitengeneza inatibu maradhi mingi ya kiume, magonjwa mingi ya kiume. Ikiwa wewe mbegu zako za uzazi haziruki vizuri, dawa ipo, tunarusha. Ikiwa wewe una tatizo la tenzi dume Dawa ipo popote pale ulipo, nakupa dawa. Una kaza misuli, wale wa masturbation, dawa ipo, kaza misuli uendelee na kazi. Tupo tayari kukusaidia. Nataka nikuonyesheni dawa yetu ili mujue kama tumejipanga. Tumejipanga, dawa ipo, tena ipo nyingi sana. Kwa hiyo kwa wewe ambayo unasumbuliwa na hayo matatizo Nitafute nikusaidie, popote pale ulipo, dawa inakufikia. Matatizo ya kiume, nguvu za kiume, sasa ni basi kuzalilishwa na wanawake. Simamisha mzigo, simamisha ufanye, vitu mambo yote yanakaa sawa. Ukiachana na hiyo, na nyinyi wanawake mnoumwa na matumbo wakati wa hedhi kupindukia, dawa hii inakufaeni. Unatumia dawa hii, unapona chapuchapu kwa wezo wa Mungu, popote pale ulipo dawa inakufikia alafu, nimetoa ndani ya beaseli kabisa, yaani sio kama nataka. Yaani ni rahisi kabisa. Popote pale ulipo nitafute nikupe dawa.